Karibu tena, karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za KTN leo michezo. Klabu ya gofu ya Limuru imeendelea kuvutia wachezaji chipukizi licha ya kuwa nje ya jiji la Nairobi. Klabu hiyo, mtazamaji, ilizinduliwa katika miaka 20, ilianzishwa na mabeberu lakini sasa wenyeji wanasema wako tayari kukipeleka katika upeo wa hali ya juu. Hassan Jumaa na taarifa zaidi ni mojawapo ya vilabu vya mchezo wa golf vinavyovutia sana vijana nchini hata kimataifa. Ilikuwa ni mwaka elfu moja mia kenda ishirini na sita hapa pale. Wakulima waliokuwa wakiishi eneo hili kabla ya Kenya kunyakulia uhuru walitawala na kujivinjari, lakini mambo yamebadilika na badala yake ni chipukizi wanaotawala sasa huku wakiendesha shughuli ya klabu hii ya golf ya Limuru meaning we accommodate the young people we give them space we allow them to you know, feel at home and therefore beside the fact that we appear to be uh, a bit removed from the city. Lakini ikawaje mchezo huu ambao awali ulionekana mabwenyenye ukaanza kukita mizizi hapa nchini? Huu mchezo ni mchezo kama ule mwingine, football, kama tennis, kama rugby, na kwa hivyo tuna encourage, eh, wale wazazi ambao wana watoto wachukue huu kama mmoja wale ya ile michezo ambao watoto wao wangeweza ku, ku participate. Nahodha anasema kwamba kama nchi Kenya inajizatiti kuboresha viwango vya mchezo huu nchini Uh, golf is relatively a new sport in the country. A lot of people are just taking it up. So with time, with the junior, with the juniors uh, that we are developing we think we'll be competitive. But uh, as, as, as, in terms of Africa, we are only a second to South Africa. Wadau hapo wanasema kwamba wanatilia manani sana talanta chipuka, manake talanta hizi changa ndio talanta ambazo zinaboresha mchezo wa golf, na wanasema kwamba wanakaribisha milango yayo iwazi kukaribisha wachezaji wote katika klabu hii ya Limuru. Hassan Jumaa KTN, katika uwanja wa golf wa Limuru, kaunti ya Kiambu.